Karibu uungane nasi katika safari ya mabadiliko na maendeleo. Mimi ninaitwa Dr. Chris Mauki na hii ni Daily Talk inayokujia kila siku asubuhi. Nimekuwa nikipata malalamiko ya watu wengi ambao wana wananiambia wanajihisi hawaoni thamani katika maisha yao wanajihisi hawana thamani katika maisha yao, wanajihisi kukata tamaa na wamepoteza ile hamu ya maisha na kuona kwamba wana thamani katika hali ambayo wanajihesabia kwamba wao si kitu, hawana thamani, hakuna walichowahi kufanya chenye maana, hakuna mafanikio yoyote katika maisha yao. Hata uwapongeze na uwasifie, lakini bado wanaona wao hakuna kitu cha maana ambacho wanakifanya kwenye maisha na ni kwa sababu wanajiona hawana thamani. Lakini kitu ambacho nimekuja kugundua na, na nikasema niwasaidie na nikusaidie wewe pia, ni kwamba mara nyingine kwenye maisha unaweza ukajiona hauna thamani, ukajilaumu, ya kwamba wewe ndio umekosa thamani na kufikiri kwamba umepungua au una shida, lakini ukweli ni kwamba shida sio wewe huna thamani, shida ni mazingira unayoyaishi, mazingira uliochagua kuwa nayo, mazingira ulioamua kukaa, watu uliochagua kukaa nao, watu uliojizungushia wewe mwenyewe. Na mazingira yale, kama ni ya watu wasio na thamani, kama ni ya watu wasiojua thamani zao, kama ni mazingira ya chip ambayo hayana thamani kuna uwezekano mkubwa yakafanya wewe ujione hivyo. Kumbe shida si wewe, shida ni mazingira. Lakini yamkini, unamejizungushia watu ambao hawaoni thamani yako, lakini wewe una thamani. Kwa hiyo wanakuonyesha na kukupa picha kwamba wewe si kitu, huna thamani. Lakini the fact is you you are are so valued you are so valuable, lakini ulio nao hawaioni hiyo thamani, na ndiyo maana wanaathiri jinsi unavyojiona wewe. kwa hiyo